Ni saa 12 saa za Afrika Mashariki sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Ni matumaini yangu kuwa hujambo wa msikilizaji. Karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza, na katika Amka na BBC asubuhi hii, rais wa Marekani Donald Trump aondoa tishio la kutoza ushuru wa kibiashara nchi shirika zinazopinga nia ya yake ya kudhibiti Greenland. Kwenye biashara tungesema kwamba ni kama unavyona, mfanya biashara anasema kwamba anajua bei ya hiki kitu ni shilingi 5000 lakini anakwambia ni shilingi elfu saba ili wewe utakaposema, sasa, ii, tumepata dili zuri, ukarudi kwenye elfu tano ambayo ambao ndio ilikuwa bei yake halisi. Ecuador imetangaza kuwa itaweka ushuru wa asilimia 30 kwa bidhaa zinazoingizwa kutoka Colombia kuanzia mwezi ujao. Na serikali ya Uingereza yaidhinisha ujenzi wa ofisi kubwa za ubalozi wa China jijini London baada ya miaka kadhaa ya kujadili hatari za kiusalama. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa na Nastea Muhamed. Karibu Nastea. Asante Halima. Rais Donald Trump ameondoa tishio lake la kutoza ushuru wa kibiashara dhidi ya wa washirika waliopinga nia yake ya kuichukua Greenland baada ya kile alichokitaja kuwa kikao chenye tija kubwa na mkuu wa jumuiya ya kujihamia NATO. Trump amesema wamefikia makubaliano kuhusu mfumo wa mwongozo kwa ajili ya makubaliano ya baadaye kuhusu eneo hilo la Arctic linalomilikiwa na Denmark. Akizungumza katika kikao cha jukwaa la uchumi duniani huko Davos, Uswizi, Rais Trump alibadilisha nia yake ya awali ya kudhibiti Greenland kwa nguvu. Naomba tena kutafuta mazungumzo ya haraka ili tujadili ununuzi wa Greenland na Marekani, kama tulivyowahi kupata maeneo mengi katika historia yetu, kama zilivyofanya nchi nyingi za Ulaya. Hakuna tatizo lolote. Shirika la usalama la Iran linasema idadi ya waliokufa katika wimbi la hivi karibuni la maandamano dhidi ya serikali ni 3117, huku likisema wengi wao walikuwa mashahidi na waathirika wasio na hatia tofauti na kile ambacho mamlaka zilisema kuwa ni waandamanaji waliohusika na ghasia. Mke wa mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda aliyefungwa Kiza Besigye anasema maisha ya mumewe yapo hatarini. Sambatenzi na maelezo zaidi, Winnie Byanyima ambaye ni mtetezi wa haki za binadamu na mke wa Kiza Besigye ameelezea hali ya afya ya mumewe kuwa mbaya kiasi ya kuwa mdhaifu na kushindwa hata kutembea na maambukizi yake ya kuzidi kuwa mabaya zaidi afisa wa huduma za magereza amekanusha kuwa hali ya afya ya Kiza Besije mwenye umri wa miaka 69 ni mbaya. Biwini alielezea katika taarifa iliyochapishwa kwenye X. Chama cha Peoples Front for Freedom PFF kimesema mwanasiasa huyo alipelekwa katika kituo cha afya usiku bila kuelezea tatizo linalomkabili Kiza Besije ambaye aliwania urais mara nne nchini Uganda dhidi ya rais wa sasa Yoweri Museveni, anakabiliwa na mashtaka ya uhaini na mengineyo ambayo anayakanusha na rais Trump amesema rais Vladimir Putin wa Urusi amekubali mwaliko wake wa kujiunga na jumuiya ya amani iliyoundwa kwa lengo linaloainishwa la kutatua migogoro kote duniani. Hata hivyo rais Putin hajathibitisha hilo. Vatican pia imesema kwamba papa Leo wa kumi na nne amepokea mwaliko huo. Hii ni BBC.

yanasikika kupitia redio Muungano Beni pamoja na Lizadil Radio. Mimi ni Halima Nyanza. Na, na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, rais wa Marekani Donald Trump ameondoa tishio lake la kutoza ushuru wa kibiashara kwa nchi washirika waliopinga nia yake ya kutaka kudhibiti Greenland baada ya kile alichokiita mkutano uliofanikiwa pakubwa na kiongozi wa jumuiya ya kujihamia nchi za magharibi NATO. Amesema wamefikia makubaliano juu ya mpango wa baadaye kuhusu eneo la Arctic linalomilikiwa na Denmark. Nastia Mohamed na taarifa zaidi. Katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii Trump alisema uamuzi wake umetokana na kuwa na mkutano wa kina na katibu mkuu wa jumuiya kujihami ya kujihamia NATO Mark Rutte. Macron hata hivyo hajadhibitisha matokeo hayo. Hapo awali, siku ya Jumatano, rais Trump alielezea jukwaa la kimataifa la uchumi World Economic Forum huko Davos, Uswizi, kwamba hatotumia nguvu za kijeshi, lakini anataka mazungumzo ya haraka ili kupata umiliki wa eneo hilo ambalo anasisitiza ni muhimu kwa usalama wa taifa la Marekani. Hatukuomba chochote wala hatukupata chochote. Inawezekana tusipate chochote, isipokuwa nikiamua kutumia nguvu kupita kiasi, ambapo kusema kweli hakuna ambaye angeweza kutuzuia, lakini sitafanya hivyo. Sasa kila mtu anasema, aha, vizuri. Huenda hilo ndilo tamko kubwa zaidi nililotoa, kwa sababu watu walidhani ningetumia nguvu. Sina sababu ya kutumia nguvu, sitaki kutumia nguvu, sitotumia nguvu. His force. His force. Waziri wa mambo ya nje wa Denmark, Lars Lokke Rasmussen alisema katika taarifa kwamba siku imekwenda sawa kuliko hapo mwanzoni na kuongeza kuwa ni wakati mazungumzo na jinsi ya kushughulikia wasiwasi wa usalama wa Marekani katika eneo hilo la Arctic. Akitangaza wa uamuzi wake kwenye Truth Social siku ya Jumatano, Trump alisema taarifa zaidi zitatolewa kadri mazungumzo yanavyoendelea, akiongeza kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na mjumbe maalum watatuma mawasiliano ya moja kwa moja kwake kuhusu mambo yanavyokwenda. Trump hakutoa maelezo zaidi, jambo lililoibua maswali kuhusu kama walijadili mauzo au upangaji wa eneo hilo, jinsi mkataba unaowezekana kushughulikia wasiwasi wa usalama aliokuwa akionyesha mara kwa mara, na ni nini Denmark inayodhibiti eneo hilo inafikiria kuhusu mkataba huo, pamoja na nafasi ya Greenland kwenye ramani ya dunia. Utawala Trump umezungumzia akiba yake kubwa ya rasilimali madini adimu katika eneo hilo la Greenland, mengi kati ya madini hayo yakisemekana kuwa muhimu kwa teknolojia, ikiwa ni pamoja na simu za mkononi na magari ya umeme. Msemaji wa NATO Allison Hart alisema katika taarifa kwamba wakati wa mkutano huo Rais Trump na Rutte walikuwa wamezungumzia umuhimu mkubwa wa usalama katika eneo la Arctic kwa washirika wote, ikiwa ni pamoja na Marekani. Nastia Muhammad. Ecuador imetangaza kuwa itaweka ushuru wa asilimia 30 kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka Colombia kuanzia mwezi ujao wa pili. Akizungumza kupitia mtandao wa kijamii rais Daniel Noboa amesema hatua hiyo imechukuliwa kutokana na hasara ya kibiashara waliyopata ya dola bilioni moja kwa mwaka pamoja na kukosekana kwa ushirikiano kutoka kwa nchi hiyo katika kupambana na biashara haramu ya usafirishaji wa dawa za kulevya na uchimbaji haramu wa madini katika eneo la mpaka. Rais Noboa ni mshirika wa karibu wa rais Donald Trump wa Marekani.

Rais wa Ecuador, Daniel Noboa, ametangaza vikwazo vya asilimia thelathini kwa bidhaa kutoka taifa jirani la Colombia na kuilaumu taifa hilo kukataa kumsaidia kupambana na walanguzi wa dawa za kulevya. Hatua hiyo inajiri baada ya Marekani kuiongezea ushuru Canada na China na kutishia kuiongezea Mexico ushuru zaidi kwa madai kuwa wamekuwa wakiuza dawa za kulevya aina ya fentanyl nchini Marekani. Noboa ambaye ni mshirika wa karibu wa Rais Trump amekuwa akipambana na machafuko nchini humo ambayo chochewa na nchi yake ya kuzalisha kiwango kikubwa cha dawa za kulevya aina ya kokaini na kusema kuwa vikwazo vya ushuru dhidi ya Colombia zitaanza kutekelezwa tarehe moja mwezi Februari. Rais huyo kupitia mtandao wa X alisema kuwa wamejaribu sana kushirikiana na Colombia bila mafanikio. Wanajeshi wa Ecuador wamekuwa akipambana na magenge yanayohusika na ulanguzi wa dawa za kulevya katika mpaka wa taifa hilo na Colombia bila kupata ushirikiano wowote kutoka Colombia. Noboa ambaye hapo jana alihudhuria mkutano wa kimataifa wa uchumi huko Davos Uswizi, alisema kuwa vikwazo dhidi ya Colombia vitasalia hadi pale watakubali kudhibiti ulanguzi wa dawa za kulevya na uchimbaji haramu wa madini karibu na mpaka wa mataifa hayo mawili. Waziri wa usalama wa ndani wa Ekuador John Reimberg aliwaambia waandishi wa habari kuwa mamlaka za Colombia hazijachukua hatua sahihi kuzuia kutengenezwa na kusafirishwa kwa dawa za kulevya hadi nchini Ekuador. Rais wa Colombia Gustavo Petro, ambaye hawana uhusiano mzuri na Trump, bado hajajibu ushuru zaidi aliyowekewa na Ekuador. taarifa yake blin waliaula Serikali ya Uingereza imeidhinisha ujenzi wa ubalozi mkubwa wa China mjini London baada ya miaka mingi ya mjadala kuhusu hatari za kiusalama. Mawaziri wanasema uamuzi huo sasa ni wa mwisho isipokuwa tu iwapo utapingwa mahakamani. Hata hivyo wengi bado wana wasiwasi. Taarifa ya Damian Gramaticas inawasilishwa na Peter Mwangangi. Hili ni jengo ambalo katika miaka ya awali lilitumika kutengenezea sarafu za nchi, lakini sasa linatarajiwa kugeuzwa kwa ubalozi mkubwa wa China. Jengo hili litakuwa ishara ya nguvu mpya ya China duniani. Rais wa China amelipa kipaumbele suala hili na kupata kibali cha mradi huu wa kifahari uliibua suala la ujenzi wa ubalozi wa China mjini London. Sakia Stama anasema China ambayo ni mshirika mkubwa wa kibiashara lazima ishirikishwe kidiplomasia, hata kama hali hiyo inaonekana kuwa na tishio fulani. Lakini huko bungeni Uingereza hapo jana kulikuwa na upinzani mkali. China, is... China inatuchunguza kwa kutumia ujasusi, inahujumu demokrasia yetu, inawanyanyasa watu wetu ndani ya nchi yetu na kuiba teknolojia yetu. Lakini mawaziri wanasema serikali imefanya tathmini ya kutosha kuhusu tishio lolote lile. China, China imekuwa na itaendelea kuwa tishio kwa usalama wetu wa kitaifa. Eneo hilo lipo karibu na taasisi za kifedha za jiji na jengo la kihistoria la Tower of London. Kaskazini mwa eneo hilo kuna kituo cha mawasiliano cha Wapping, huku kukiwa na majengo mengine ya China pembeni. Ndani ya jengo hilo kuna vyumba vya chini ya ardhi ambavyo matumizi yake hayako wazi, na karibu yake kuna nyaya za kusambaza mtandao wa internet za fiber optic baadhi zikiwa zimebeba taarifa nyeti sana za kifedha. Wakuu wa idara za ujasusi MI5 na mawasiliano ya serikali GCHQ wamesema kuwa hatari zinazotokana na ubalozi wowote haziwezi kufutika kabisa hadi kufikia sufuri, lakini hatua za kudhibiti hatari zimewekwa ili kupunguza hatari hizo hadi kiwango kinachokubalika, ikiwa ni pamoja na ulinzi wa mifumo ya nyaya miongoni mwa wale wanaopinga mpango huu ni wanaharakati wa demokrasia wa Hong Kong. Polisi wa China wamesema watatoa zawadi ya takriban dola laki moja na elfu thelathini kwa yeyote atakayewasalimisha watu kama Chloe Chung katika ubalozi wake. that... najua nikiingia humo sitatoka kamwe. Serikali inasisitiza kuwa kuna faida za kiusalama kwa Uingereza. China itahamisha wafanyakazi wote wa London kwenda kwenye eneo hili moja kwa sasa wametawanyika katika maeneo saba tofauti, hivyo kuwakusanya pamoja kutafanya iwe rahisi kuwafuatilia. Naam, ni Pita Mwangangi huyo, ambaye sasa anatupa nafasi ya moja kwa moja kuelekea kwenye michezo. Tuko naye Florian Kaijage. Asante sana Halima Janza, karibu. Tuanze na katika masuala ya kifedha, lakini katika soka Liverpool imetangazwa klabu inayoingiza fedha nyingi zaidi miongoni mwa klabu za ligi kuu ya England kwa mara ya kwanza kwa mujibu wa uchambuzi wa kampuni ya kifedha ya Deloitte. The Reds au majogo wa Anfield walishinda taji la ligi kuu England msimu uliopita na kuingiza euro milioni 836 sawa na pauni za Uingereza milioni 772 mapato zaidi kuliko timu nyingine yoyote ya England. Manchester United ilianguka hadi nafasi ya yao ya chini kabisa katika toleo la 29 la ligi ya soka ya kifedha ya Deloitte. Real Madrid wanaongoza tena duniani kwenye orodha hiyo wakiwa na mapato ya euro bilioni 1.2 licha ya kutoshinda ligi ya mabingwa Ulaya wala ligi kuu ya Hispania, la Liga, msimu uliopita. Huko klabu zote mbili za Manchester zikishuka kwenye orodha hiyo, Barcelona ipo nafasi ya pili kwa mapato duniani. Katika cricket, na odha wa zamani wa England Jamie George anastaafu mwishoni mwa 2027 baada ya kukubali kuongezewa mkataba wa mwaka mmoja na klabu yake maarufu ya Saracens. Taarifa ya klabu imesema George atakamilisha msimu wa 2026-27 kabla ya kustaafu baadaye mwaka huo, ili kuingia katika kazi yake mpya. Katika ulimwengu wa biashara mchezaji huyu mwenye umri wa miaka 35 amecheza England michezo 105, na, na kuwa nahodha wa nchi yake mwaka 2024 kabla ya kuwa nahodha msaidizi kwa maro itoje tukamilishe michezo kwa usajili jean Jean-Philippe Mateta raia wa Ufaransa ameiambia klabu yake ya Crystal Palace kuwa anataka kuondoka klabuni hapo huku akiwaniwa na klabu mbalimbali za England na Ulaya ikiwemo Aston Villa ambayo imetajwa zaidi katika mbio za kuwania mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 28 anayejua kuzifumania nyavu za wapinzani do hapa, kiboko kwanza. Unajua stori yako ya kwanza iliyoanza ile kuhusiana na <clears> throat throat> kitita cha pesa kwenye michezo <clears throat>, yaani najiuliza michezo, naona kama inalipa sana. Um, inalipa na hasa ligi ya mabingwa Ulaya imekuwa ni inachangia ina sana, ambayo kama utafahamu pia kwamba hapo jana kuna michezo ambayo ilikuwa ikichezwa iki ikiwemo, iki Bayern Munich na Royal Union kishinda mbili bila, Marseille ikifungwa na Liverpool tatu bila, Chelsea moja bila Zida Pafos Sevilla plug ikifungwa na Barcelona 4 mbili na Newcastle ikishinda tatu bila jini ya PSV. Kwa hiyo imekuwa na mchango mkubwa kwa klabu nyingi katika kupata mapato kwa mwaka. Shukran sana kwa habari kwa kufahamisha.